Pamoja kwa na kwamba maeneo hayo yameshambuliwa lakini shughuli za vituo hivyo hazikuweza kusimamishwa na zingali zinaendelea. Kile ambacho kinaonekana kwamba ndiyo lengo kuu zaidi la mashambulio ya Israel kwa upande wa vituo vya nyuklia ni kituo kikuu cha Irani cha Furdo ambacho kinaaminika kwamba kiko chini kabisa ya ardhi, na kwa mtazamo wa uwezo wa kijeshi inaonekana Israel haitakuwa rahisi kwake kuweza kufanikiwa kukifikia kituo hicho bila kupata msaada wa kijeshi au uingiliaji moja kwa moja wa Marekani. Pamoja kwa na kwamba waziri wa Israel Benjamin Netanyahu alipohojiwa na televisheni ya Fox News, amedai kwamba mashambulio ya Israel yamesababisha uharibifu mkubwa sana na kurudisha nyuma mpango wa nyuklia wa Iran. Lakini tukiachilia mbali vituo vya nyuklia ni kwamba Israel imeshambulia pia vituo mbalimbali vya miundombinu ya kiuchumi kama vituo vya gesi ya kusini ya Pars, kituo muhimu sana kwa ajili ya kudhamini takriban asilimia sabini ya gesi inayotumika ndani ya Iran, na vile vile vituo mbalimbali vya mafuta pamoja na viwanja vya ndege vya kiraia. Uharibifu ambao Israel imesababisha hadi sasa kiuhakika, nao ni mkubwa, ni jambo ambalo Irani yenyewe hailikanusi. Muhamadi Abdurahman, tunamwona Rais Donald Trump akikana kuhusika katika mashambulizi ya Israel, anasema huenda hapo baadaye akahusika. Unachukuliaje hizi sehemu mbili, kukana na kusema baadaye atahusika? Rais Donald Trump ambaye amekuwa akishinikiza uwepo wa mkataba wa nuklia na hata kusema hawataruhusu Iran kutengeneza silaha za nuklia, ni jambo la kawaida kwa utawala wa Marekani wa hivi sasa au niseme kwa Rais Donald Trump kutoa kauli moja asubuhi na kubadilisha maneno na kutoa kauli nyingine wakati wa mchana, kwa kusema kwamba haihusiki au haikuarifiwa. Kuna utata hapa kwa lililopo, ni kwamba wakati mwingine Marekani inasema iliarifiwa kwamba Israel itachukua hatua hiyo, lakini kwa upande mwingine inasema kwamba sisi hatujahusika au kushiriki moja kwa moja katika mashambulio hayo, lakini pia kuna utata mwingine ambapo pale Marekani inaposema kwamba tutakuwa tayari wakati wowote kusaidiana na Israel au kuisaidia Israel pale usalama wake utakapohatarishwa. Swali ni kwamba tunapoiangalia kadhia hii, usalama wa nani ambao umeanza kuhatarishwa? Kwa hivyo mimi ninahisi kauli ya Marekani na tena Marekani tu ni hata baadhi ya nchi za Magharibi zilizo karibu sana na Israel, kwa mfano Ujerumani, Uingereza na Ufaransa wazi wake wametoa kauli hizo hizo za kwamba tuko pamoja na Israel. Sasa swali ambalo kubwa linaloulizwa ni kwamba mtakuwa pamoja na Israel hata ikiwa Israel imekiuka mamlaka na uhuru wa mipaka wa Iran. Kwa hivyo nahisi kwamba suala hili limechukua zaidi mikakati ya sera na siasa za nchi hizo kuelekea Iran, ambapo panapokuja katika majumlisho ya siasa au sera zenyewe, tutaona kwamba nchi hizo zote zimesimama upa wa Israel hata kama Israel inakiuka sheria za kimataifa. Abdul Fatah, tutizame viongozi hawa kutoka mataifa tajiri duniani maarufu kama G7 wanakutana Canada kwa mkutano wao wa kila mwaka. Tutarajie mashambulio ya Iran kujadiliwa na labda hatua kuchukuliwa, au hatuna cha kutarajia hapo? Taarifa ambazo zimetolewa awali ni kwamba swala la mgogoro huu au vita hivi vilivyoanzishwa na Israel dhidi ya Iran e, vitajadiliwa au litajadiliwa katika mkutano huo na kuna baadhi ya maamuzi ambayo nchi hizo yanaweza yakapitisha kwa ajili ya uchukuaji wa hatua hata rais wa ufaransa emmanuel macron kasikika hivi punde akisema kwamba ati kuna uwezekano ndani ya kipindi cha masaa kadhaa yajayo ikapatikana hali ya utulivu katika mgogoro huo bila shaka msimamo ambao utachukuliwa na mataifa hayo ya kundi la G7 zitakuwa ni maamuzi yatakayokuwa yanakidhi masilahi ya israel katika mgogoro huu wa sasa uliojitokeza muhamed abdurahman tuna navyo ijua Israel huenda isisitishe mashambulizi haya hadi watimize malengo yake. Nayo Iran imesema itaendelea kujibu mashambulizi ya Israel. Tutarajie nini katika siku ama wiki zijazo? Tunaposema kwamba Israel haitositisha mashambulizi mpaka itimize malengo yake, na mapigano yakasimamishwa kwa muda pale tu Marekani itakapotaka. Lakini swali lingine muhimu ambalo tunapaswa kulizingatia ni kwamba kuna vile vile maslahi ya nchi za Ghuba ambazo zimeanza kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Iran. Hizo ni pamoja na nchi kama Umoja wa Falme za Kiarabu na hali kadhalika Saudi Arabia. Nchi hizi zimeanza nazo hatua za kidiplomasia za chini kwa chini kujaribu kutafuta suluhisho, kwa sababu athari zozote zitakazotokea zitakuwa ni athari kubwa zaidi kwa nchi hizo ambazo ziko karibu. Pia kwa hivi sasa, kile ambacho tunaweza kukieleza ni kwamba hali ni tete, hasa tukizingatia wakati huu tunazungumza, muda mchache uliopita mapigano yamekuwa yakiendelea, mashambulizi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Ni mchambuzi wa siasa za mashariki ya kati Muhamedi Abdurahman, pamoja naye mchambuzi wa siasa za Iran na mkazi wa Irani Abdul Fatah Musa.